Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Jamhuri ya Watu wa Kenya kukaa pamoja kutengeneza hii kamati ambayo ni kamati ya ufundi ya kutatua vikwazo vya kibiashara baina ya nchi zetu mbili, JTC, Joint Technical Committee. Kamati hii leo imefanya kikao chake cha tisa baada ya kile kikao cha nane ambacho kilifanyika kule nchini Kisumu mwaka 2024. Wakati tunaingia kwenye kikao hiki tulikuwa na jumla ya NTB 14 ambazo zinaathiri pande zote mbili. Wataalamu wetu kwa siku mbili mfululizo wamejadili maswala yote ya NTB na leo ni ngazi ya makatibu wakuu, tumeafikiana NTB 4 kuziondoa kama kero na changamoto katika ufanyaji wa biashara. Kwa maneno mengine, leo tunaondoka tukiwa tumesalia na NTB 10 tu zilizobaki katika ufanyaji biashara baina ya nchi zetu hizi mbili. Mtaangalia kutoka sitini na nane kuja mpaka kumi. Ni kazi kubwa imefanywa na serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha ufanyaji biashara ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda nchini Kenya na wale kutoka Kenya kuja nchini Tanzania umeweza kuimarika kwa kiwango kikubwa kiasi hicho. Ni imani yetu kwamba changamoto zote zinazojitokeza, tutakaa chini, tutazijadili na kuzipatia ufumbuzi, lengo likiwa kila ambaye anataka kufanya biashara aone Tanzania ni sehemu salama, aone Tanzania ni sehemu sahihi, na aone Tanzania ni sehemu ambayo itampelekea kuimarika kiuchumi. Na ufanyaji biashara tumekubaliana ndani ya miezi sita, leo tarehe moja mwezi wa kumi mpaka tarehe 31 mwezi wa tatu mwaka 2026 vikwazo vyote ambavyo vimesalia viweze kumalizika na viwe vimepatiwa ufumbuzi. Kila sekta kila idara ambayo inaguswa na kikwazo chochote, basi ni jukumu sasa, kuanzia sasa, kukutana na upande wa pili ili wajadili kwa pamoja na kuona njia sahihi za kuweza kutatua hicho kikwazo ambacho kipo. Ni imani yetu, timu zetu za wataalamu zitaendelea kufanya engagement na katika engagement hiyo, tutapata namna bora za kuisaidia jamii yetu ya wafanya biashara katika kuhakikisha biashara zinakwenda vizuri baina ya nchi zetu hizi mbili, Tanzania na Kenya.